nashaka ndabamenyeshe ko ngiye kuba umusuku wa mwebwe abaisilamu n'abaisilamu kazi mbere ndetse n'abenegihugu bo Burundi abari biyumvira yuko umuryango w'abaisilamu komivu ari sahani nziza abatowe barirako kuva uyu musi bahindure uwo muco batahure nyabu nako ari ikibuga cagutse maneno haya hakutsamka kwa jazba bali kwa dhamira nzito na uwajibikaji mkubwa siku hiyo ya tarehe 21 Desemba 2024 katika uwanja wa Ingoma mkoani Gitega, mbele ya umati mkubwa Waislamu kutoka pembe zote za Burundi, Sheikh Nayabagabo Salum aliingia rasmi katika jukumu la Mufti Mkuu wa Jamii ya Kiislamu nchini Burundi. Kwa mujibu wa Uislamu, uongozi si heshima, bali ni amana, ni jukumu linalohitaji hekima, subira, uchamungu na kujitoa kwa dhati. Kuanzia mwanzo wa uongozi wake, Mufti alisisitiza wazi kuwa hatukuwa kiongozi wa maneno matupu bali mfanyakazi wa Uislamu na mtumishi wa umma. bimwe mu bikorwa twatanguje gukora vyihuta nuko twahisemo kubaka ibiro vy'iteka ku mujyango w'abaisilamu mu Burundi ibujumbura ivyo vikogwa vikazotwara amafaranga ya marundi angana ni miliaridi zitatu ni amajana na atandatu na 2 itanu na dat. Miongoni mwa vipaumbele vyake vikuu ilikuwa ni kujenga misingi imara taasisi za Kiislamu, kuimarisha nidhamu ya uongozi na kuweka mipango ya muda mrefu kwa manufaa ya vizazi vijavyo. Ujenzi ofisi kuu ya mofsi ulikuwa ni ishara ya dira hiyo na uthibitisho wa nia ya kuimarisha utendaji wa jamii ya Kiislamu nchini. Katika mwelekeo huo wa kuimarisha mifumo ya uongozi, Baraza Kuu la Masheikh 41 liliundwa kama chombo cha kushauri, kuelekeza na kuimarisha umoja wa viongozi wa dini nchini. Baraza hili tayari limefanya kikao cha kwanza kilichowakusanya mashehe kutoka pembe zote za Burundi, kama mwanzo wa safari ya ushirikiano na uwajibikaji wa pamoja lakini uongozi wa kweli wa Kiislamu hauishii kwenye majengo ya hotuba. Ni uongozi unaogusa maisha ya watu. Katika kipindi hiki cha mwaka mmoja na nusu, watoto yatima hawakusahaulika, akina mama wajane waliwezeshwa, na makundi yenye uhitaji maalum yalipata msaada na faraja Katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, wakimbizi kutoka DRC Kongo waliopata hifadhi nchini Burundi walishirikishwa katika baraka za iftar, ishara ya mshikamano, utu na huruma ambayo Uislamu unaosisitiza. Sisi hatuwaiti wakimbizi wa, tunawaita wageni wetu. Nyiye mko wageni wetu, mko wageni wa, wa nchi. Kwa hivyo tumekuja kushirikana na nyiye katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kutaka muweze kufunga vizuri mpate kasukari, mpate ka mafuta, mpate kaunga na kamchele. Ala wabariki, alafu vilevile Allah awape kurudi katika nchi yenu salama salimina. Amina. Na tumwombe Allah subhanahu wa taala tupe mwisho mwema sisi wote Amina. Na bariki raia wa nchi zetu mbili za, za ya Kongo na nchi yetu ya Burundi na aweze kutupatia amani ya kudumu insha Allah. Kwa kutambua muhimu wa umoja wa Waislamu, Mufti alianzisha ziara za kutembelea mikoa yote ya nchi, akikutana na mashekh, maimamu na viongozi wa dini, akihimiza mshikamano, maadili mema na maendeleo ya pamoja ya jamii ya Kiislamu nchini Burundi. Katika kila mkoa aliyofikia, aliacha mtaji wa mbuzi 25 kama hatua ya kuwawezesha waislamu kiuchumi na kuimarisha maisha ya jamii Kupitia ushirikiano na taasisi mbalimbali za ndani na nje ya nchi, vijana wengi waliwezeshwa kuingia katika ndoa, misikiti ilijengwa katika maeneo yaliyokuwa na uhitaji na matumaini mapya yakarejeshwa katika jamii. Mufti alitambua pia kuwa mustakabali wa umma upo mikononi mwa vijana. Kwa kusisitiza elimu, maadili mema na kuhifadhi Qur'ani tukufu, aliweka msingi wa kizazi chenye mwelekeo sahihi wa kidini na kijamii. Aidha, kwa kuwawezesha vijana kupata fursa pana zaidi za kielimu, alisafirisha baadhi yao kwenda nje ya nchi kutafuta elimu, hatua iliyolenga kujenga viongozi na wasomi watakaolitumikia taifa na jamii ya Kiislamu kwa uadilifu na maarifa. Mwaka mmoja na nusu wa uongozi wake umebeba ujumbe mmoja mkuu, kwamba uongozi ni amana, na amana huhitaji kazi, unyenyekevu na kujitoa. Safari bado inaendelea, safari ya matumaini, mshikamano na maendeleo ya jamii ya Kiislamu nchini Burundi. Tunamwomba Mwenyezi Mungu mtukufu azidishe hekima, subira na taufiki kwa Mufti Sheikh Nayabagabo Salum, na ilinde jamii ya Kiislamu nchini Burundi katika umoja, amani na maendeleo ya kudumu. Mimi naitwa Ibrahim Ramadhan na hii ni Bambara TV. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.